kikurudi kwake umeng'ang'ana hivi misiama mama, mindinaondoka kazini mamangu. Alia mdogo wangu baadaye takuetea zaaj. Sawa, lakini naam. Nah, mama vile vitu mgevirudisha hapa sebleni, msiba ushaisha. Ntajitaidi mama. Sema saizi mama, nimechelewa kazini mamangu. Si unaona mi nalala chini mwanangu. Mpaka vile vitanda ingiza chumbani. Sasa nitamwomba Jackson baadaye aje nisaidie. Lakini sasa hizo ngwani kazini kwanza mama wangu. Sawa. Lakini di, hebu nilikuwa na maongezi na wewe kidogo, njoo mara moja, ukae hapa. Ah, mama, mm -hmm. Nije tena hapo. Mm -hmm. Di kama njoo kae hapa kidogo. Kuna kitu kidogo tu nikwambie, mwanangu taenda kazini. Ah. Mama lakini nachelewa mama kazini ujue. Kitu kinanisikitisha hicho, njoo nisikilize mama yako. Haya. Sikasirike mwanangu. Hamna mama, mama tatizo muda sawa. Najua mwanangu, nisikilize kidogo. Sawa mama, nimekusikiliza ah. Nataka ukienda kazini ili ulifanyie kazi alia. Hebu nenda ndani kidogo, nenda kidogo. Nataka niongee na kaka. Mama mbona tena mtoto aende ndani? Kuna nini tena kinachoendelea? y ah, ah, mazungumzo haya hayamuhusu. Sasa naangalia tu mtoto katuni. ah, nilikuwa na shida na wewe. Hivi una habari, we ni baba mundani? Sasa nataka nikuambie tu kitu kimoja mwanangu, kwa tulivyo na nyumba ilivyo sasa hivi, hii nyumba inataka mama. Umenielewa maana yao? Wewe ndio mamangu hasa, mama mwingine wa nini mimi ni mama yako, lakini mimi pia nataka mama, nataka mkwe wangu mama mkwe. Hey, mwanangu, wewe ushakuwa, wewe ni baba, namtaka mama. Naona kama aiwezekansa mama swala yakua mi saizisaa mama maa. Yaani, unanifurahisha bi, unajua unanifurahisha, ila moyoni naumia, moyoni naumia kwa hiyo wewe, wewe kuoa hutaki, unataka kuzini, si ndio? Tusherekee kuzini kwako? Si utaki ndoa? Sasa ngoja ni kuachie uwanza, ila mimi nakwambia, unataka utaoa, hutaki utaoa. Sina jingine, nenda kazini, kajifikirie marahisi, shida yangu uniletee mama mkwe umundani. Nimemaliza.

Tajiri. Kama kama kaa, kaa. Mzigo wangu. Inakuaje? Kama kaa. Na unajua nikiziona simu mzako tu akili nanienda mbio, najua hapo kuna chochote kitu. Unajua by professional yangu mimi nishawahi kukaa na mwijaku miaka hiyo, kwa hiyo nina, <laughs> nina uzoefu wa kuokota okota. Unajua unakiona simu za matajiri tunajua hapa na okota. Shikaji wangu na maneno sana sasa <laughs> mwanangu o, hmm? wewe sasa unachuma osha ila nimekuja na shida zangu binafsi, na katika tembea tembea zangu kuwaza na kuwazua nimeona wee ni mwanangu wa karibu sana, ambao unaweza ukanisaidia. Nimekaa nimefikiria, nimeona hakuna mtu mwingine zaidi ya kumwelekeza hii shida yangu zaidi ya wewe. Kwanza mimi niseme nashukuru sana, dunia ina watu wengi sana, unajua Of course Tanzania pia kuna watu wengi sana. Kuna mashirika tofauti tofauti yanayohusika na ushauri, ungeweza kwenda hata angaza pale ukachukua ushauri, lakini umeangalia ukaona kuwa mimi JJ Professor ninatosha kabisa kwenye swala lako. Wa, kwani ndio kwenye point mwanangu, kuchelewesha sana watatizo kubwa mwanangu, ukubwa anaposti leo mchezo yaani, kila nikiingia nikitoka nikiingia nikitoka, ni mkubwa mwanangu niko lalamika kuhusu suala, nataka mkwe, nataka mkwe, nataka mkwe, nataka mkwe, yani mkubwa mwanangu si toka afariki mzee si mimi sijui kaaje mwanangu, yani mpaka mimi mwenyewe namuonea huruma yani. Lakini mwanangu, sasa point ni hivi mwanangu, sasa sipo tayari kuoa, yaani mpango wa kuoa sasa hizi sipo nao kabisa. Rafiki like yangu hapa nilikuwa nataka unisaidie kitu mchizangu, kama atapatikana mwanamke fulani hivi ambao kidogo yani ni age ya kuolewa, yani hata kama akiwa ndani aonekani ni mke. unaona? yani, ni mke kana aonekane ni mke, kikuwa vizuri sana ungenisaidia ili nindi nimpelekee mkubwa na panampelekea na, maana nitakuwa sipo naye kwenye mahusiano na sipo tayari kuoa, lakini ili mradi bibi mkubwa wangu alizike na kila ambacho atakuwa nakiona kwa muda huo, ili mimi kama danganya toto kwa bibi kubwa. Kama anaweza kunisaidia hilo rafiki yangu, ni the fly sana. unajua mwenzangu, katika mahangaiko mahangaiko yako, anatembea tembea huku na kule, unaona? No. mimi mwenzangu, kutembea sio sana, kama unavyojua nipo kazini, nipo nyumbani, nipo kazini, nipo nyumbani. No. kama kutoka, kuna mtu ambaye unamjua katika tembea tembea yako, hebu jaribu kunisaidia mpinzangu, ili mradi ni mkubwa wangu ajizike nikampoteza nimfurahishe bibi mkubwa kabisa, nikampoteza bibi mkubwa wangu, nikuondoe wasiwasi wa. Unajua nilianza ni, ni kupata ukakasi mwanzo ulipokuwa unaniambia, unajua sasa hivi napitia wakati mgumu, nikasema huyu bibi nataka kunisnitch. Yaani wewe upitie wakati mgumu, sisi ndio nataka tuseme tunapitia wakati mgumu, tunaosha magari kaka. hiyo issue ni rahisi sana, na bila shaka umeileta sehemu sahihi kwangu, umeileta sehemu sahihi. hiyo issue hiyo nipesi mbili tu, siku mbili mimi zinanitosha, nitakuwa nimekuletea majibu na nitakuwa nimempata mtoto. Of course umesema ufanyi naye ketu, si ndio? mm -hmm, lakini pia umenifurahisha sana hapo kwenye mpunga hapo kaka. Nakusisitiza mpunga uwe mrefu kaka, unanijua mimi kwenye engo za pesa. Ehe, mpunga uwe mrefu kaka, weweka mpunga ukiweka, okay, mpunga haina noma mimi, naingia mtaani na msachi anapatikana na kuletea mwanangu, pesa sio tatizo mzee, pesa sio tatizo. Yaani wewe unapata mpunga wako, na hiyo tai niletea naye atapata mpunga wake pia. Yaani kwenye hilo ondoa shaka, wewe niaminie. Najua mpaka umekuja kwangu hapa umewacha watu kibao, unajua kabisa hii ndio michongo ya JJ profesa, inaomeka mjini. Kwa hiyo mi nikutoe wasiwasi kabisa, umefanikiwa wewe, umeshamaliza hiyo kazi, mi nitakatia laki tano ni ni ndogo hasa, baada ya mtu kuja kuanza kufanya kazi, mimi nitakuwa namtia ah, tajiri, nitakuwa namtia mwanangu, kila hiyo imeisha tajiri, moaisha taj, ila wewe laki tano yako, hata kama baadaye ukifanikiwa kuja naye, acha basi. Eh, usinipandishe mapepo ya kichwa bana, unanijua yeah. Yeah. Mi staki kuambiwa habari za pesa kabisa. Ukiniambia habari za pesa tu unanifanya niendelee, umeshanisahau sasa. Sikia kaka, hilo limeisha. Kwa usawa huu, nani hataikataa milioni moja kaka? Hiyo pesa ni ndefu. Mi nakutafutia mtu na dakika sufuri, na kwa nimempata, niamini mimisijamzea oh, mtu mingine zaidi yako, maana hata story napopiga mimi na wewe Fanya kama yule ndio ungekuwa umeleta wewe, unaiacha usahau. Jua linawaka kaka, mapema kwa imeisha kaka. Unaondokaje hivyo sio koti? Unaniachaje kinyonge tajiri yangu? Sio mbaya, mwanangu ya kuzoea hivyo. Ngoja unywe hata maji basi, hapa sasa, unywe hata maji kaka. Tembo huyu hapo, kunywa maji tembo huyu fresh, ndugu yangu, haina noma.

kazi kazifeshi ndio sema. Unajua nini, ompika chakula kitamu umetisha, au si? Mshikaji wangu ni mshikaji wako. Koma mtoto, chakula cha leo umetulia, metisha au sio? Hii chenyewe sio kile kingine kile unachopikaja, kile tunakula chakula huku tumeshikilia maji mafuta madogo wapi? mafuta madogo, au wewe chenji, unavutaga sigara? Unaenda unanipa maukoto kibao hapa ndio kutolea kitu. Oya. Kitu hatari. Unapewa hela unue mafuta ya kutosha, unanunua sigara unavuta unakuja unapika mibokoboko hapa. Sasa sikia, unajua kwenye maisha always mimi nijuaga maskini ndio tunakuaga na stress peke yetu. Kumbe sio olezi. Unajua nilikuwa najuaga maskini peke yetu ndo tuna shida hivi. Unamjua huyu nani, huyu huyu di di, huyu tajiri wakishua, toakishua yule mzaziwa babake wake kafa juzi tu, mzee nani, yule mzee Kombo. Ah, yule mshikaji rastarasta nini, swaga nyingi huyo, huyo sole Mwamba leo ukanifata kazini pale, ana stress kibao. Oh, yani, unajua mwanangu, sasa unajua mimi mzee wa madili o oh, unajua JJ, mimi na stress, sijui ni nini. We unaongea na watu wakubwa, unaongea na kina Baaresa, unawashauri, si unajua mi madili yangu, unawashauri kina Baaresa wale unakaa nao kina nani. Unakumbuka juzi nilikuwa na nani? Maana juzi Baaresa nilikuwa naye Kambia, mwanangu JJ, sasa hivi viwanda vyangu vya kule wapi kule Pugu, viwanda vyangu vya Pugu nikaambia hivi vihamishe Tazara, unaona kuna viwanda vinajengwa pale Tazara, mimi ndo nimemwambia Baresa? <coughs> Basi unanichukulia ya poa, yaani wow! Shida wewe unanijua wote <toko> hapa tunakula ugali na mchicha, unanichukulia poa. Wewe unanijua mo mwenyewe, huyu mo kuinunua Simba hii, mimi ndo nimemshauri yule alikuwa ajui hata masuala ya mpira, wewe. Alikuwa ajui mo huyu huyu, Mwarabu si uyu Deuji wewe, mpira alikuwa na ujuli wapi? Anafanya biashara huko. Mimi ndo nimemshauri, nichukulie poa, mimi ndo JJ, profesa. Umeona sasa yule mwamba alivyonifuata pale, yule mama yake anamtaka aoe? Unajua waju, wakati mimi naumiza kichwa hapa ana naogopa nah kuoa. Oh, yaani ah sasa nikimooa huyo mtoto nampeleka wapi na nini nampa nini mshikaji wangu? Umeona? Wakati huo huo yani mama yake ndo anamlazimisha. Oh, yani ule pale bibi mkubwa wake ana yani kamshikilia jeramba yani. Akiingia oa, akitoka oa. Yani yule pale mpaka sasa hivi kachanganikiwa ndo kanifuata sasa kuchukua ushauri wa kiprofesa hapa. Sijui nanielewa. Oh, mwanangu sijui nafanyaje? Sijui nini ndo kanifuata mimi sasa, je je profesa? Na mimi sasa nakwenda kumnyosha hivi kiprofesa mwana, mwanangu maana hiyo ndo professional yangu, naitwa JJ by Profesa. Amemshauri nini pia mimi tena? Hizo ndo biashara zangu mjini hapa, mi naenda kuchukua bingo. Wewe poa na kuwatajiri suni, zile mali zao tunagawana. Sigara za waindi si unazijua zile? Sivuti tena za mia tatu, mbasi na za sigara tu, mshaji wangu hapa si tunaongea kishikaji, mshikaji mi wako, unajua yaani, muda huo usikia usi, usinitoe taamu ya chakula chenyewe nikakiache. Mi naongea vitu vya maana hapa, vitu vya kiprofesa. Mi najua naongea na mtu wa maana, unaletea habari za sigara, si ndio? usinitoe akili. Umeona nafanya nini sasa? hmm. yule mi namuunganishia demu, demu, na kuna demu nishampata, namuunganishia anaenda pale anaolewa sasa. Kuolewa kwenye hiyo inakuwa kuolewa uongo, ile unajua yani ya ndoa ya mkataba, au sio ndoa ya mkataba? Huyo mwanangu afanye kitu chochote, afanye chochote yani, yule pale anaenda kuchukua hela na mimi nachukua hela. Naona sasa bro, blo unavozingua. <sighs> kwa hiyo mi so demo, au sio? Mi so demo au mi, so demu, mi so mbaya bro, nazingua bwana, unginiunganishia